wapenzi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtukufu wa cheo na daraja bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, leo tupo mahasusi kabisa kwa mazazi ya kijana mtukufu katika vijana wa peponi kijukuu cha bwana Mtume sala llahu alaihi wa alihi wasallam Alimamu Alhasani Lmujtaba, imamu wa pili kwa mujibu wa takwimu ya maimamu kumi na mbili waliochaguliwa na mwenyewe bwana Mtume sala llahu alaihi wa alihi wasallam. Bwana huyu tupo katika tarehe za siku aliyozaliwa Tuko kwenye masiku ya mazazi yake, kwa hivyo tutaeleza historia fupi ya mazazi ya Alimamu l Hasan, yaani wasifu, siyo historia taban, bali ni wasifu wa ya mazazi yake. Lakini tutakwenda kuliangalia jambo ambalo ni mashuhuri alilokuwa nalo, na maudhui hii anwani yake itakuwa kwamba Alimamu l Huseini ni madrasa ya uungwana katika watu, ambao watakupa somo la kuishi kiungwana katika dunia. Mwenyezi Mungu hajaumba mwanadamu ambaye atakufundisha uungwana katika ulimwengu kama al-Imamu al-Hasan, na ninaposema hivi simuweki sim, simweki bwana mtume chini. Inafahamika wazi, kila mazuri yanayotoka kwenye wajukuu wa bwana mtume ni mafundisho kutoka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaweza mtume asiyatekeleze lakini ndiye aliyemfundisha, bali bwana mtume ameshayatekeleza lakini, kama utataka madrasa ya uungwana katika dunia basi msome al-Imamul Hasan, na ndiyo katika uwanja aliyopata umaarufu wake. Tumezungumza maimamu kila mmoja ana sehemu ambayo ni maarufu. Ukimkumbuka uh, Saidina Ali bin Abi Talib umaarufu wake ni kwenye ushujaa ukimkumbuka alimamu lhuseini, umaarufu wake ni kwenye kujitoa muhanga. Alimamu lhasan, umaarufu wake ni kujifunza uungwana. Kwa hiyo bwana huyu ni madrasa ya uungwana, tutakuja kueleza vizuri. Tuanze na kipengele cha kwanza cha mazazi ya alimamu lhasani al-Mujtaba, alayhi afdalu lsalati wassalam. Bwana huyu anaitwa Hasan ibnu Aliyi ibn Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Baba yake ni Aliyi ibn Abi Talib alayhi salam. Mama yake ni mwanamke bora katika wanawake wanne watukufu, bali yeye ndiyo mbora wao, Bibi Fatima Zahra, salamu llahi alayha, na babu yake ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Katika bahati ya kipekee, ndiyo imamu ambaye baba yake ni maasumu, mama yake ni maasum, babu yake ni maasum na kaka yake ni maasum. Ndiyo imamu pekee yeye na al-Imam Hussein, hawa watu wawili, baba mama babu na kaka. Kwa hivyo huyo ni alimamu Alhasani Almujtaba al alaihi ssalam. Bwana huyu amezaliwa mwezi 15 katika mwezi mtukufu wa Ramadhan mwaka wa tatu hijiria katika mji wa Madina Almunawwara. Amepokea malezi kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, nyakati za mwisho za uhai wa Bwana Mtume, lakini akaleleka chini ya malezi ya amiri almuminin Ali ibn Abi Talibi karamallahu wajhahu sharifu, na historia ikitueleza kwamba alimkalifisha katika mambo mengi ya muhimu ya kuongoza jeshi wakati wa vita zilizokuwa zikipiganwa zama za Al-Imam Ali ibn Abi Talib. Kwa hivyo akitizamwa sira yake tangu amezaliwa mpaka kufikia ule umri wa kuwa aweza kuongoza jeshi, huyu ndiye alimamu lhasani lmujtaba, na hizi ndizo siku alizozaliwa na sehemu aliozaliwa na wazazi wake kwa ujumla. Tuje kwenye kifungu cha pili ndicho ambacho tutakwenda kumueleza maarufu wake kuna mengi aliyoyafanya lakini amepata ni jambo gani ambalo alilifanya kwa weledi mkubwa sana ni madrasa ya uungwana nitatamasak na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala yaliyokuwepo katika suratu Fussilat aya ya thelathini na nne ukiyasoma haya maneno ya Quran waweza kusema kana kwamba mtu wa kwanza ambaye aweza kutabikiana na maneno haya ni al-Imamu al-Hasan al-Mujtaba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'ani, wala tastawi al-hasanatu as-sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyun Hamim. Maneno haya ni madrasa ya kuwa muungwana kwenye jamii yako, asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kamwe haliwezi kufanana jema na ovu. Usitegemee yaani, wewe umfanyie mtu jema kisha yeye akufanyie ovu, au wewe umfanyie mtu ovu kisha yeye akufanyie jema, alafu hali iwe ni sawa. Kuna namna tu utajiona umefeli wewe ukimfanyia mwenzio baya, uungwana hu, kisha yeye baya lile akaja akakulipa wema, akakusemesha vizuri, billahi alaika, utakaa kwa nafsi yako mwenyewe utajiona, mbona mimi nimekwama hapa? Huyu bwana kanizidi, kanizidi zidi vipi hapa? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu asema haliwezi kuwa sawa jema na ovu, si sawa sawa atakavyokutendea mtu wema na mtu akakutendea ovu lakini nini, ni jukumu lako: idfaa billati hiya ahsan, lipa kwa kila ambalo ni jema, lipa kwa lile ambalo ni bora zaidi. Sasa wewe ukifanyiwa ubaya usitegemee kwamba kulipa ubaya ndio bora zaidi. Yaweza ikawa ni bora, lakini Mungu asema idfaa billati hiya ahsan, lipa kwa lile ambalo ni bora zaidi wewe ukifanywa baya ukafanya zuri umelipa kwa lile ambalo ni bora zaidi. Kwa nini? fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun, itakapokuwa pindi yule ambaye baina yako wewe na yeye mna uwadui, kaannahu waliyun hamim, atafikia hatua kana kwamba ni rafiki kipenzi. Ndugu zangu maneno haya yanatuelekeza ya kwamba hakuna mwanadamu aliyefaulu kwa kuishi kwa chuki. Haya, wewe umekosewa, ukaishi na chuki, kwamba wataka mtu waafe tu, wewe wataka mtu adhurike wa tu kisa kakukosea, hautofaulu zaidi ya kujiongezea maumivu pindi utakapomuona azidi kutononoka katika ulimwengu. Kumbe ili nafsi yako itulizane, lipa kwa wema. Leo sisi mtu akiudhiwa kidogo tu, ndugu zangu, pengine kaambiwa maneno tu yakawa yamemkwaza yamemkera, basi atakachotamani ya yeye ni kumwona yule mwenzie akidhalilika tu, ni kumwona yule mwenzie akipotezewa, ni kumwona yule mwenzie ya maisha yake ko rafu. Hapana, Mwenyezi Mungu akwambia usifanye hivyo. Tutasoma madrasa ya uungwana kutoka kwa al-Imam al-Hasan, aliishi vipi yeye na anatufundisha vipi, lakini kikubwa nataka kukwambia kwamba hakuna mtu aliyefaulu kwa kuishi kwa chuki. Sana sana ukiishi kwa chuki utakuja fikia hatua, utaumia wewe mwenyewe kwa kumuona mwenzio unayemfanyia chuki maisha yake ya yakiwa yanamwendea vizuri. Kumbe ili uishi kwa amani, sasa penda kuwa ni mtu mwenye kusamehe, na lipa kwa yale ambayo umefanyiwa mabaya, lipa kwa yale ambayo unayaona kuwa ni mazuri Maneno haya ukiyasoma ndani ya Qur'ani, na ukasoma sira kidogo tu ya alimamu al-Hasan al-Mujtaba, waweza kuona ni kana kwamba mtu ambaye alikuwa analengwa hasa kufundisha somo hili kwa vitendo ni al-Imamu al-Hasan al-Mujtaba. Siku moja aliingia mtu kutoka Shamu. Watu watambue sira ya Shamu ikoje. Shamu ulikuwa ni mji umejazwa propaganda ya kwamba hakuna mtu bora katika Uislamu bali katika ulimwengu hakuna kama Bani Umayya, min ghairi awsafihim wala asmaihim, hatutotaja majina yao wala sifa zao. Shamu ilijengeka hivyo. Sasa bwana mmoja kutoka Shamu alikuja akampata Alimamu lHasani ibn Ali lmujtaba alayhi ssalam yuko juu yu ya farasi kisha akaona amezungukwa na maswahaba amezungukwa na watu watukufu, lakini watu wale wakiwa wanamnyenyekea mnyenyekeo wa hali ya juu, wanamnyenyekea kwa hali ya juu mno, kwa sababu wanajua ni katika dhuria ya bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yule bwana akaogopa sana, akaona hiki ni nini ah, hali ile ikamshinda akasogea karibu, akauliza, ni nani huyu ambaye watu wanamuogopa hivi na kumnyenyekea hivi? Kuna mtu mtukufu kumshinda fulani, akataja moja katika viongozi wa Bani Umayya waliokuwepo Shamu. Hakuna, hakuna baya la kutaja historia, alimtaja Muawiya akisema kwamba huyu kweli, kwa hivi huyu ni nani, ni hivi, anaweza kuwa ni mtukufu kuliko Muawiya? Akaambiwa huyo ni Hasan ibn Ali Ibn Abi Ibnu Abi Talib. Akasema huyu ndio Ibnu Abi Turab, huyu ni mtoto wa Ali. Bwana yule akasogea karibu yake na kuanza kumporomoshea matusi, kuanza kumporomoshea laana, akaanza kumporomoshea ghasia, kila aina ya ghasia aliyokuwa akiijua. Zile propaganda zilizokuwa zikienezwa zote kule Sham kuhusiana na Ahlul Bait, yeye ndizo alizozibeba kama zinavyoenezwa leo. Ahlul Bait ukielezewa na mtu asojua wewe, vuruguvurugu. Ahlul Bait wafu, na wafuasi wa Ahlul Bait, unaweza ukasema duniani hakuna kitu kichafu kama hiki. Sasa propaganda zile zilikuwa hivyo kwa kiwango hiki tunachokiona leo. Mtu sio madrasa ya Ahlul Bait akwambia na waeleza Ahlul Bait, utasikia vizazaa vyake sasa Shamu ilikuwa hivyo, ilifikia hatua Shamu, habari za Ali Ibn Abi Talib zilipofika kwamba amepigua upanga kwenye mihrab, nayo itakuja kuelezwa kwenye, kwenye, kwenye mwezi wa Ramadhani, watu waliulizana awakana Ali yusalli, eh, huyo Ali imekuwa kuaje, akapigwa upanga kibla, kwani alikuwa akiswali? Ali Ibn Abi Talib? Propaganda zimekuwa kwa kiwango ambacho watu waulizana alikuwa akiswali. Fikiria ametengenezwa kuwa ni mtu wa aina gani? Huyu ndio leo wanapotengenezwa wafuasi wa Ahlulbaiti, Shia Ithnaashariya, ukielezwa wewe na mtu asiyewajua kinyume nyume kabisa, utashangaa na utastaajabu. Sasa bwana yule akamteremshia Alimamu Lhasani mizigo ile, nyie mmelaniwa, nyie ndio mlioingia katika mji mka, mkafanya ufisadi, zile aya zinazoeleza innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha fajalu aizzata ahliha adhilla He maneno haya yanaambiwa kwamba yameteremka kwa alubaiti Shamu, huku habari zimeenea sasa. Bwana mteremshia tu mizigo ile, nyie ndio mnaingia kwenye miji mkaiharibu, nyie ndio mnawafanya watu madhalili wakawa watukufu, na watukufu wakawa madhalili. Akamteremshia we, wale masahaba wakiwemo masahaba wa bwana Mtume sallallahu alaihi waalihi wasallam, wakati ule watu bwana wakatoa panga zao. Kawa sasa wame, wamehamaki toa panga zao, wataka kumchinja yule, kumuua al-Imam al-Hasan. Akawatuliza, ambia tulieni. Chukua somo ndugu yangu hili, sio kila anayekushambulia wewe uweze kurusha naye ngumi, pengine hakujui wewe ni nani. Jukumu lako ni kumuelimisha wewe ni nani, ndio jukumu lako hilo. Kaja mtu anza kuteremshia matusi, basi wewe o oh, tayari umekunja Unaye, tayari umetaka, wataka ufanye naye mieleka? Ah ah, chukua jukumu lako la kwanza, msomeshe kwamba wewe ni nani. Pengine maskini ya Mungu hakujui. Sio kila anayekushambulia ni mtu anajua jaha yako. Al-Imamul Hasan akateremka kutoka kwenye farasi wake, kisha akamsogelea yule bwana bibasmatini, akamsogelea akiwa yuwatabasamu al-Imamul Hasan kisha akamwambia adhunuka gharibun, e bwana, bila shaka wewe ni mgeni. Yani haya maneno unayoyamwaga hapa, bila shaka wewe ni mgeni. Alimam akaanza kumteremshia maneno mazuri, akamwambia kama utatuomba sisi ni wale watu ambao, amweleza sasa yeye ni nani, amwambia sisi ni wale watu ambao, kama utatuomba chochote, tutakupa maneno marefu lakini tuchukue nukta, wa in kunta ja'an ashba'nak wa in kunta muhtajan a'tainak au aghnainak wa in kunta taridan awainak wa in kunta uriyanan kasawnak wa in kunta laka haja qadainaha lak. Maneno mazito haya kwa mtu ambaye amekutukana vya kutosha, amekushambulia Ateremka Imam Hasan amwambia, maneno matamu sana, amwambia: wewe ni mgeni, sisi ni wale watu ambao kama utakuwa una shida yoyote ukatuomba sisi tutakupa na kama utakuwa una njaa basi tutakushibisha. Ndio watu sisi, familia yetu. wayutimuna taama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, tabikisha hizo aya. Hizo zilikuwa zimeteremka kwa watu hao na Al-Imam Hasan akiwemo, zitabikisha hizo aya alimamu Hasani anamwambia yale maneno ambayo Qurani, ila kipengele anachomwambia kuna marejeo katika Qurani. Amwambia ukiwa una njaa, sisi tutakushibisha, wainkunta muhtajan, na kama una haja wewe, atainak aghnainak, tutakutajirisha. Kama una sehemu umekwama wewe, sisi tutakukwamua, wainkunta taridan awainak, sisi ndio wale watu ambao kama utafukuzwa, basi kwetu utapata mapumziko, wainkunta aurianan kasaunak, kama utakuwa una huna mavazi kwetu sisi utapata mavazi. Wa in kunta laka haja, kama utakuwa na haja yoyote kadhainaha, lak haja yako tutaitekeleza. Yule bwana akastagharabu sana, kastaajabu mno na maneno ya alimamu Alhasan akawa sasa ashangaa, huyu ni mtu ni wa aina gani? Mbona nimeambiwa hiji, alafu maneno yanayotoka kwenye kinywa chake ni tofauti na hivyo nilivyoelezwa Sham. Akamsogelea yule bwana, akawa alia alia, kisha akimwambia ewe, ewe mjukuu wa Bwana Mtume, hakika wewe haka ni mjukuu wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hakika haka baba yako alikuwa ni bora ya watu, na hakika haswa babu yako alikuwa ni bora wa viumbe wote. Nilikuwa katika maisha yangu hakuna watu ninaowachukia kama nyinyi, lakini kuanzia leo, asema, kuanzia leo nyinyi ndio viumbe ninaowapenda kuliko viumbe wote duniani. Angalia natija hizi za kuishi kwa uungwana. Usitegemee kila unapofanyiwa baya, basi namna ya kutibu ni baya. Kuna wakati mwingine waweza kufanyiwa baya ukatafuta namna nzuri ya kulitibu. Ndugu zangu huyo ni Alimamu lhasani Lmujtaba. Twende kwenye maneno yake ambayo tunaita ndiyo turathi zake katika, katika sehemu au urithi wa maneno mazuri ambayo yeye mwenyewe ameelemea huko. Alimamu lhasan tume, tumezungumza maimamu wanafanana kwenye sifa nyingi, lakini kila mmoja ana sifa yake ni mashuhuri. Alimamu lhasani alisifika kwa uungwana mno, yaani ma mauqifu yake na misimamo yake Ukashangaa ni mtu wa aina gani? Sasa tumezungumza kwenye historia wasifu wake wa mazazi, tumezungumza darsa kidogo kupitia alimamu lhasan, namna gani alimam lhasan ni madrasa ya uungwana. Hebu tuende kwenye turathi zake, nini ametuachia katika maneno. Alimamu lhasan lmujtaba alaihi ssalam anasema, alimam katika maneno yakikuelekeza huko huko kwenye uungwana <coughs> Asema la in saani daharun azamtu tasabura wa kullu balain la yadumu yasirun. Nataka nianakili haya maneno kama yalivyo, alafu niende kuyadadavua. Asema wainsaani daharun azamtu tasabura wa kullu balain la yadumu yasirun

lau nitatendewa uovu na zama na dunia nzima, lau dunia nzima itaamua inimiminikie, wewe, ile wananifanyia maovu tu, wananifanyia maovu tu, asema Alimamu Hasan, nitaazimia kuwa na subira. Nani anayeweza haya? Kwa kiwango basi, sio cha kufanyiwa maovu na dunia nzima. Jirani yako tuwe, akawa kufanyia makuruhu maskini ya Mungu, basi wewe ukatamani tu afe tu, wewe ukatamani aondoke tu pale, ukatamani akumbwe na balaa tu pale. Maisha haendi hivyo ndugu zangu. Al-Imam Al-Hasan asema hata kama nitafanyiwa uovu na dunia nzima na vilivyomo na zama zote, mimi nitaazimia kuwa na subira. Kwa nini? wa kullu bala'in la yadumu yasirun, kila balaa ambalo halidumu milele, hilo ni jepesi, linawezekana. Kwa nini utaishi kwenye machungu maisha yako yote, ndugu yangu? Na hili unatakiwa ujifunze, ukipatwa na tatizo usifadhaike, jua kwamba kuna siku litapita na kila balaa ambalo laweza kupita hilo ni jepesi linavumilika. Sio kwamba utaumia kila siku. Aha, kuna siku utaishi maisha mazuri ya furaha. Kwa hiyo atu, atuambia kila balaa ambalo halidumu hilo ni jepesi linawezekana. Kasema kwamba niko kwenye mazito sehemu, nasee na dunia nzima, nasee na watu, hilo balaa kwa kuwa ni sio la muda mrefu litaisha. Hakuna maisha yanayodumu kwa hali moja, kisha asema wainsarrani lam abtaju bisururihi, kama dunia nzima itanipa furaha mimi sitojigamba kwa furaha ile. Yaani dunia nzima ikawa na kufurahisha tu wala sitojigamba kwa furaha ile. Kwa nini? Wakulu sururin la yadumu haqirun, na kila furaha ambayo haidumu ni dhalili. Furaha yote ambayo haidumu hiyo ni dhalili. Wewe usitegemee kwamba utaishi maisha ya raha kila siku na hawa watu leo duniani, mtu akosa muda akaanza kujitangaza, mimi bwana, mimi na pesa bwana, mimi bwana niko kadha bwana, mimi bwana niko kadha bwana. Utaishi milele hapa duniani? Kuna siku zaweza zikaondoka hizo au ukaondoka wewe. Kwa hivyo kila ambalo halitodumu basi hilo ni dalili. Kila furaha ambayo haitodumu hiyo ni dalili. Kwa hiyo Imam Hasani akwambia usighurike ukafurahishwa na watu au kafurahishwa na, na, na vimi, vitu unavyomiliki, au ukafurahishwa na kadha na kadha, alafu ukaanza kujigamba. Usijigambe, kwa sababu kila furaha ambayo haidumu hiyo ni, ni furaha dhalili. Ndugu zangu, huyo ndiyo Al Imam Al Hasan Al Mujtaba, madrasa ya uungwana. Al Imam Al Hasan Al, Al Mujtaba anakufundisha namna ya kuishi ili moyo wako uwe ni mwenye kutakasika, usiishi kwa chuki.